Ndugu zangu waandishi wa habari, ninayo furaha kubwa kutumia vyombo vyenu kuongea na Watanzania hususa wa mikoa ya kanda ya Victoria inayojumuisha mikoa ya Mwanza, Geita na Kagera. Ndugu Watanzania, wote tunafahamu taifa letu limepitishwa katika barabara yenye giza nene, barabara ya uvuri wa mauti, barabara iliyojaa iliyojaa watekaji na mateso kwa Watanzania. Barabara hii imeacha ulemavu wa kudumu, majonzi, vilio na vifo kwa watu wetu. Taifa limepitishwa katika barabara ya kubambikiziwa kesi, kunyima uhuru wa kuabudu, kujieleza na kuchagua viongozi, pamoja na mateso ya kiroho na kimwili ambayo naamini kila mpenda haki na kweli ya Mungu yamemgusa kwa namna moja ama nyingine. Kana kwamba hiyo haikutosha, watesaji hawa na wapolaji wa madaraka kwa misingi ya kihaini wametumia na wanatumia mabavu na ugangwe kuwabambikizia kesi wanachama wa Chadema, kuingilia na kuzuia uhuru wa haki ya kuabudu, kujieleza na kuchagua viongozi. Kila mtanzania ameathirika kwa namna moja au nyingine, na kila mtanzania ana kovu. Kwa niaba ya chama kanda ya Victoria, naomba nitoe salamu za pole kwa watanzania wote. Tupo katikati ya msiba mzito, tuendelee kuomboleza. Roho za marehemu zipate pumziko la milele amina. Hata hivyo, naomba nitumie maandiko matakatifu kuwafariji na nukuu Zaburi ya 23:4 nami nijapopita katika bonde la uvuri wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa na maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Mwisho wa kunukuu. Kwa kutambua na kwa kuheshimu ukuu wa Mungu, nawaomba watanzania wote tuungane katika vita hii ya kupigania haki ya kweli kweli ya Mungu. Mungu wa haki na kweli atatuwezesha na tutashinda. Imeandikwa katika Zaburi 37 34 wewe umngoje Bwana uishike njia yake, naye atakutunza urisi nchi, wasio haki watakapo watakapoharibiwa utawaona. Ndugu zangu wa Tanzania, Tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizofuata, ardhi ya Tanzania ilimwagiliwa damu za ndugu zetu watoto wa Tanzania ambao bila hatia damu zao zilimwagika kwa kupigwa risasi ambazo zilipaswa kuwalinda. Siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba, watanzania na watanganyika waliamua kuwa hakuna uchaguzi kwa kuandamana na kutoshiriki katika udanganyifu mkuu. Kwa taarifa za kuaminika na za kutoka pande zote za nchi yetu, ni chini ya asilimia mbili ya wale wote walioitwa kuwa wapiga kura ndio walijitokeza, asilimia mbili. Naomba nirudie, kwa taarifa za kuaminika na za kutoka pande zote za nchi, ni chini ya asilimia mbili ya wale walioitwa kuwa wapiga kula ndio walijitokeza. Mamilioni ya Watanzania walikataa kushiriki katika udanganyifu mkuu kwa ama ku, kuandamana au kutokwenda kupiga kula, kwa ama kuandamana au kutokwenda kupiga kula. Serikali haramu na dhalimu ya Samia na sisimu waliingiwa na hofu na taharuki na kuamua kutekeleza mpango wao wa kishetani na kutoa amri ya kupigwa risasi za moto waandamanaji wasiokuwa na silaha yoyote ile, isipokuwa simu zao. Matokeo yake ni mauaji ya kutisha na ya kishetani ambayo hajawahi kutokea katika nchi yetu tangu ipate uhuru wa mwaka 1961. Inaaminika kwamba tukio hili hata kipindi cha ukoloni halikuwahi kutokea tukio kama hili la kuua wananchi wake. kwa kanda Victoria, ya Victoria, mauaji ya kikatili yalifanyika katika wilaya ya Nyamagana, Ilemela, Magu, Misungwi, Sengerema, Geita mjini, Katoro, Buseresere ambayo yuko Chato. hali ilikuwaje? Naomba ndugu zangu wa Tanzania nitumie matukio machache kueleza ukatili ulivyofanyika. Michael Christian Mtabuzi ambaye alikuwa mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema Bavicha alikamatwa tarehe 29 Oktoba 2025 majira ya saa sita hivi na vijana wa CCM Green Guard na kupelekwa ofisi ya CCM Nyamagana. baada ya kukamatwa alita baada ya kukamatwa alianza kushambuliwa kwa kupigwa. Wananchi walipo walipotaka kuingilia ili wamokoi, askari wa jeshi la polisi wakiwa na gari walifika na kumchukua Michael Christian akiwa mzima. Jambo la kushangaza na la kusikitisha kwamba tarehe 30 mwezi Oktoba 2025 mwili wa Michael ulikutwa maeneo ya Igoma wilaya ya Nyamagana ukiwa na majeraha na lisasi na alikuwa ameshapoteza uhai. Tukio la pili ni la marehemu Daudi Justini ambaye tarehe 29 Oktoba 2025 majira ya saa tano asubuhi alikamatwa na jeshi la polisi karibu na roundabout ya barabara ya Nyerere. Baada ya kukamatwa, Daudi alibebwa kwenye gari la polisi akiwa mzima. Kwa masikitiko makubwa, mwili wa Daudi ulikutwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya rufaa ya Bugando ukiwa na jeraha la risasi. Tukio la tatu ni namna alivyouawa Tobias Paulo, mkazi wa kata ya Kahama, wilaya ya Ilemela. Tobias alikuwa anamiliki duka eneo la maboto National. Majira ya jioni baada ya vurugu za tarehe ishirini na tisa Oktoba kuisha alienda kuangalia duka lake. Wakati anaangalia duka alipigwa risasi, na wakati anakimbiza hospitalini alipoteza maisha. Tukio la nne ni huko mji mwema, wote mnafahamu kata ya Nyamanoro wilaya ya Ilemela. Watu kumi na tano kwa mpigo walipigwa risasi wakiwa katika kijiwe cha kahawa. Wengi wao walikuwa ni vijana na wakiwa ndani walimiminiwa risasi za moto baada ya kuamrishwa walale kifudifudi. Haya ni baadhi ya matukio ambayo tumeona tuyaseme, lakini yapo matukio mengi ambayo tukianza kusimulia tukio moja baada ya nyingine namna watu wetu walivyouawa tunaweza tukazungumza kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa kifupi tarehe 29 Oktoba 2025, ni siku zilizofuata zilizo zilizogubika taifa na siku zilizofuata, na naomba nirudie kwa kifupi, tarehe 29 Oktoba 25, ni siku zilizo na siku zilizofuata, taifa letu liligubikwa na giza nene lililojaa majonzi, huzuni na vilio. Watanzania waliumia, walilia, walijawa na majonzi na walinyimwa haki hata ya kuwaomboleza na kuwazika kwa heshima za kibinadamu wapendwa wao. Hadi leo hii serikali halamu na dhalimu ya Samia Suluhu Hassan na chama chake CCM hawajawahi kutangaza maombolezo ya kitaifa ya wapendwa wetu bali wameingia katika kampeni haramu na ya kikatili ya kuficha ukweli, kutafuta uchawi, kuwagilibu Watanzania. Na ajabu, mtawala wa mabavu Samia amekuwa na ujasiri wa kusema kuwa nguvu iliyotumika na jeshi la polisi ilikuwa sawia na kuwa wazazi ndio wenye makosa kwa kutowazuia watoto wao kuandamana. Ndugu wa Tanzania, mauaji yaliyofanywa na serikali ya haramu ya CCM hayakubaliki dunia, duniani kote na mbele ya Mwenyezi Mungu. Tuendelee kuwauliza watawala haramu, wako wapi ndugu zetu? Kama Mungu alivyomuuliza Kaini, yuko wapi Abeli ndugu yako? Kaini akajibu na, na, na, na nukuu, naomba ni nukuu. Naomba nirudie ni hiyo sehemu. Tuendelee kuwauliza watawala haramu wako wapi ndugu zetu, kama Mungu alivyo muuliza Kaini na nukuu. yuko wapi Abeli ndugu yako? Kaini akamjibu, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Akasema, umefanya nini? sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Mwanzo nne, tisa hadi kumi. Katika mazungumzo haya Kaini alimjibu Mungu kwa jeuri, kama ambavyo watawala haramu wanatujibu juu ya ndugu zetu. Nawaomba watanzania wote wapenda haki na kweli ya Mungu, tuendelee kuliulizwa kuiuliza serikali haramu wako wapi ndugu zetu? Popote na kila tunapokutana nao, swali hili tuliulize bila kuchoka hadi tutakapopata majibu. Swali hili lihusishe watu wote waliouawa, kutekwa, kupotezwa na wengine wote ambao wamepata na madhila na hatujui wako wapi. Wako wapi ndugu zetu? Tuendelee kuuliza swali hili popote pale, wako wapi ndugu zetu? Ndugu wa Tanzania, kwa haya yaliyochafua sura ya, ya taifa letu na kusababisha na kusababisha mauaji ya maelfu ya ndugu zetu, ni muhimu tukajiuliza maswali mawili: tumefikaje hapa na nani ametufikisha? Tunatokaje? Jibu lipo kwa wananchi, lakini nataka tuzungumze, tumefikaje hapa na nani ametufikisha. Tukianza na swali la tumefikaje hapa, majibu ya swali hili muhimu yapo ukutani, yanaonekana. Tumefika hapa kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ni kitendo cha kikundi cha watu wachache kupola mamlaka ya wananchi ya kuchagua viongozi wanaowataka na kuporwa kwa haki ya kuchaguliwa kwa miaka mingi, kuanzia chaguzi za mwaka elfu mbili kumi na tisa, 2020, 2024, taifa letu halijafanya uchaguzi. Badala yake kikundi kidogo cha watu wahuni wamekuwa wakiamua nani atuongoze. Hii ni sababu muhimu sana ya kwa nini tumefika hapa, tumefikaje hapa? Sababu ya pili ni kutekwa na kupotezwa kwa Watanzania. Mnafahamu kabla ya 29 Oktoba 25, zaidi ya watu mia tatu walitekwa na kupotezwa nchi nzima. Baadhi ya waliotekwa na kupotezwa kwa kanda ya Victoria ni Amani Manengero, Juma Kaswahili, Paulo Mbeshi, Elisha Juma na wengine wengi walitekwa na kupotezwa. Hatujui hadi leo wako wapi. Wako wapi ndugu zetu? Familia zao zinalia kila siku. Hadi sasa hakuna mamlaka au chombo cha serikali kimekemea utekaji. Sababu ya pili hiyo. Sababu ya tatu ni kubinywa kwa haki ya kutoa maoni na kukosoa. Watanzania wenye maoni tofauti wamekuwa katika hatari ya kutekwa, kuuawa, kubambikiziwa kesi. Hii ni kinyume na katiba ya nchi. Sababu ya nne ni mauaji ya raia. Kabla ya tarehe 29 Oktoba 2025, Laia wengi waliuawa mchana kweupe. Tunakumbuka mauaji ya mzee Ali Kibao aliyeshushwa kwenye gari mchana kweupe na kesho yake kuokotwa akiwa ameuawa kikatili. Hadi sasa hakuna kauli yoyote juu ya mauaji hayo. Serikali imekaa kimya, inayojiita serikali, serikali haramu imekaa kimya, haijafanya uchunguzi. Watu wameuawa, wameuawa, hakuna hatua ambazo zimechukuliwa. Sababu ya tano ni kuingiliwa kwa uhuru wa kuabudu. Tukio la kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Gwajima kufungiwa, baada ya Askofu Gwajima kutoa maoni yake na ushauri wake juu ya mwenendo wa taifa. Shambulio la Padri Charles Kitima, katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania, teki kukamatwa kwa wanachama wa Chadema wakiwa kanisani, kanisa Katoliki Kirumba na mashambulio mengine ya viongozi wa dini ni shambulio la kuabudu. Watanzania mnafahamu haya yametokea na hakuna mtu ambaye amekemea. Badala yake tumekuja kusikia tunaambiwa huyu waziri haramu waziri mkuu haramu anasema e, kanisa la Gwajima lifunguliwe. Hatuambiwi nani alilifunga. Taifa, watu wanaingizwa hasara e, na kuja kuambiwa alifunguliwe tu. Kwa hivyo wao wakiamua kufunga leo wanafunga, halafu wanakuja kuamua kufungua tu. Haya mnayafahamu. Sababu ya sita ni ukiukwaji wa haki za binadamu na demokrasia. Serikali imekuwa kinala wa kuvunja sheria na haki za watu bila soni. Watanzania hawana matumaini tena na mihimili ya bunge na mahakama, hawana tena mtetezi. Hizi ni sababu kuu, baadhi ya sababu kuu ambazo zimetufikisha hapa. Kanda ya Victoria Tunaunga mkono msimamo wa chama kwa kutoitambua serikali haramu ya CCM na matokeo yake yote. Uchaguzi haramu huzaa serikali haramu, na serikali haramu hudaa, hupoka mamlaka haramu. Uchaguzi haramu huzaa bunge haramu. Bunge limepatikana kwa gharama za damu za Watanzania, hivyo haliwezi kusimamia serikali wala kutunga sheria za haki kwa wananchi wake. Tumelikataa bunge haramu na hatulitambui. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema na nukuu, hatuwezi kuchagua kiongozi asiyeheshimu sheria Kikundi kinachojiita serikali hakiheshimu sheria na hakina nia ya kuheshimu sheria. Tukikatae kikundi hiki kwa maslahi ya taifa letu. Wote mnafahamu namna serikali inavyovunja sheria, yaani sasa hivi hii serikali haramu inayojiita serikali inavunja sheria kuliko hata wale ambao inatakiwa wasifuate sheria. Yaani yenyewe inatakiwa enforce law, lakini yenyewe ndio inakuwa ya kwanza kuvunja sheria. Tuwakatae serikali haramu, haina sifa hata moja ya kutuongoza. Naomba ni nukuu maneno ya Baba Francis juu ya utawala bora ambao huzaa serikali bora. Baba Francis aliwahi kusema na nukuu kila mwanaume kila mwanamke ambaye anachukua uendeshaji wa serikali anawajibika kujiuliza maswali mawili: je, ninawapenda wananchi wangu ili kuwatumikia vyema? Swali la pili, je, ni mnyenyekevu na namsikiliza kila mtu mwenye maoni tofauti, ili kuchagua njia bora. Mwisho wa nukuu. Kama huulizi swali hili maswali haya, serikali yako haitakuwa nzuri, maanake itakuwa ni serikali haramu. Naomba ni nukuu. Naomba, naomba niendelee na, na, na, na hoja ya pili, kwa maana ya kwamba tunatukaje hapa Tunatokaje hapa? Njia ya pili ni kukomesha ukamataji holela unaofanywa na jeshi la polisi. Kwa muda mrefu, jeshi la polisi limekuwa likikamata wananchi, hususa viongozi na wanachama wa CHADEMA na wakosoaji wengine. Tunataka jeshi la polisi liache mara moja operesheni ya kukamata raia kwa sababu misimamo yao ya kisiasa na haki yao ni haki yao ya kutoa maoni. Kuachiliwa kwa mwenyekiti wa wacha, chama Mheshimiwa Tundu Lissu na watu wote waliopewa kesi za kwa sababu ya misimamo ya kisiasa naomba nirudie, tunatokaje hapa, tunataka kuachiliwa kwa mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu na wote waliopewa kesi kwa sababu ya misimamo ya kisiasa. Ni wazi kwamba mwenyekiti Tundulisu yupo ndani ya kuta za Ukonga kwa sababu ya hofu ya kikundi cha watawala haramu. Dunia inajua kwamba Tundulisu anaonewa, hatakiwi kuwa kwenye kuta za gereza. Wanachama na Watanzania wanapenda haki wana, wanachama na Watanzania wapenda haki tulijipa matumaini ya kwamba mwenyekiti Tundulisu ataachua huru, lakini hatuoni dalili ya kukoma kwa mateso juu yake. Huu ni wakati sasa wa kuanza kupiga uonevu, kupinga uonevu zidi ya Tundulisu na watu wote walioshikiliwa kwa uonevu. Aidha, tunatoa wito kwa mahakama, mashauri yote ya CHADEMA yatupiliwe mbali ili kuponya taifa. Naomba nirudie kwa msisitizo mwenyekiti wetu mheshimiwa Tundulisu leo yupo gerezani kwa zaidi ya siku mia mbili hamsini kwenda na sitini kwa sababu ya watu waliamua kumweka ndani. Dunia inajua kwamba Lisu hana hatia, kesi walioipeleka mahakamani amewabagaza. Tunatoa wito kwa mahakama wamwachie huru Lisu aendelee na majukumu yake ya kujenga chama, ya kuongoza chama, ya kujenga taifa na arudi kwenye familia yake. Tumsaidie mheshimiwa Tundulisu, tupige kelele, tujitoe kama ambavyo yeye amekuwa akijitoa kwa taifa. Tuhakikishe kwamba Tundulisu anaachiwa. Nguvu ya umma haijawahi kushindwa. Tupige kelele, mahakama zinasikiliza, zina watu Nitoe rai kwa mahakama, chombo cha mahakama ama mhimili wa mahakama. Ulikuwa ndio chombo, ilikuwa ni mhimili ambao ulikuwa umebaki kwa Watanzania, unaaminika kidogo. Mara kadhaa tulikuwa tunasema tunakutana mahakamani. Leo mahakama imeanza kuingiliwa. Mahakama naomba isimame imara, itetee kiti chake, iwe na wivu kwenye kiti chake, isiingiliwe. Hoja ya, ya nne tunatokaje hapa, ni kuhusu kutekwa na kupotewa kwa watu. Utekaji na kupotea kwa watu unafanyika chini ya serikali haramu. Tunataka kauli ya kukomesha utekaji, wale waliotekwa akiwemo Humphrey polepole wapatikane, waki, wakiwa katika mazingira ya hali yoyote. Kama wamewaua watuoneshe wako wapi, tukawazike kama waliwazika watuambie, kaburi lao hili hapa, tulishawazika lakini, hatutaacha kuuliza, wako wapi ndugu zetu? Hilo ni swali la msingi ambalo Mwenyezi Mungu alimuuliza Abeli Kaini, alimuuliza Kaini, yuko wapi ndugu yako? Na sisi tunauliza swali hilo, wako wapi ndugu zetu? Tunataka tuone pamoja kwamba Mungu alijua kwamba ameshauawa lakini, alitaka kujua kwa kinywa chake, alitaka yuko wapi ndugu za. Na sisi tunauliza hilo swali kwa hawa wanaofanya haya matendo, wako wapi ndugu zetu? Tano, tunawapongeza Watanzania wote wakiwemo makundi ya viongozi wa dini, wana harakati mbalimbali, taasisi na jumuiya za ndani na nje ya nchi watanzania waishio nje kwa maana ya diaspora na kundi maarufu la jenzii kwa kusimama imara katika, kusimama katika kupiga, kupinga udhalimu wa kikundi ambacho kimekataa kufata sheria za nchi. Watanzania mmeonesha moyo wa kupigania haki, moyo wa kulinda taifa kwa gharama yoyote. Sisi Chadema kanda ya Victoria tunaungana nanyi na tunawatia moyo. Tuendelee kusimama pamoja kuakisha kwamba taifa letu taifa letu tunalinusuru. Ni hitimishe kwa maneno ya Mtume wa Ala, alisema msaidieni ndugu yenu akiwa mkandamizaji au mteswaji. Mtume aliwaambia hivi Msaidieni ndugu yenu akiwa mkandamizaji au mteswaji. Watu wakamuuliza o, mtume wa Allah, ni sawa kumsaidia kama anakandamizwa, lakini tutamsaidiaje kama yeye ni mkandamizaji? Mtume akasema, kwa kumzuia kukandamiza wengine. Watanzania wenzangu, tunapoona watu wanakandamiza wengine, pamoja na kwamba tutajitetea sisi kutokandamizwa, lakini tuwazuie wanaowakandamiza wasikandamize. Serikali halamu ya sisi imekuwa kinala wa kukandamiza haki za watu. Naomba kwa pamoja tuunganishe nguvu, bila kujali itikadi za kisiasa, bila kujali makabila yetu, bila kujali ukanda tuunganishe nguvu kukataa ukandamizaji. Tukikandamizwa sisi Chadema, watatoka nje, watatoka nje, watakwenda mpaka ndani ya CCM. Tumeshuhudia, hakuna aliyetegemea balozi mstaafu aliyefanya kazi kubwa kabisa ndani ya chama cha Mapinduzi CCM, amekuwa mbunge, anakuja kutekwa, mpaka leo hatujui uko wapi zamu yetu na zamu yenu ikifika hamtapata wa kuwatetea. Kwa naomba wote bila kujali vyama vya siasa hivi, kwa hali ambayo tupo sasa hivi, tuungane pamoja. Chadema kanda ya Victoria tunaunga mkono harakati na jitihada zote za madai ya wananchi katika kupigania haki na kukomesha uzalimu. Naomba nirudie, Chadema kanda ya Victoria tunaunga mkono harakati na jitihada zote za madai ya wananchi katika kupigania haki na kukomesha udhalimu. Na sisi sote tusimame kidete kupinga viongozi hawa haramu kuendelea kukaa madarakani kihaini na kidhalimu, huku wakikandamiza raia wenzetu na kugeuza Tanzania kuwa chinjio lao. Aidha tupate faraja kupita kupitia Zaburi ya 37 mstari wa 39 mpaka 40. Wokovu wa wenye haki una Bwana, yeye ni ngome yao wakati wa taabu, naye huwasaidia na kuwaopoa kutoka kwa wasio na haki, kwa maana wanamtumaini yeye. Mwisho wa kunukuu. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu wabariki watu wa Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.